Takribani watu 65 wamefariki nchini Nepal, huku mvua kubwa ikinyesha na kusababisha maporomoko ya ardhi. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha inatatiza shughuli za uokoaji katika taifa hilo la Himalaya, huku mamlaka ya nchi hiyo ikihangaika kukabiliana na mzozo huo. Maporomoko ya ardhi na mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha vifo vya takribani watu 65, kufunga barabara na kusomba madaraja makubwa kwa madogo nchini Nepal. Watu 35 walifariki katika maporomoko ya udongo tofauti katika wilaya ya Ilham mashariki mwa nchi hiyo inayopakana na India. Kalidasi katika eneo la Jobaj, msemaji wa jeshi la polisi katika eneo hilo, alieleza watu tisa walitoweka baada ya kusombwa na mafuriko tangu Ijumaa, na wengine watatu walifariki baada ya kupigwa na radi na ngurumo kubwa mahali pengine nchini Nepal, aliongeza msemaji huyo. Huku mvua ikiendelea kunyesha maeneo ya mashariki na kati ya taifa hilo la eneo la Himalaya, juhudi za uokoaji kwa watu waliopotea zinaendelea alisema Shanti Mahat, msemaji wa mamlaka ya kitaifa ya kupunguza hatari na usimamizi wa maafa nchini humo. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi ya Nepali imetangaza leo Jumatatu na Jumanne kuwa itakuwa ni siku za maafa ya kitaifa na kuzitaka ya huduma za dharura na timu za kukabiliana maafa zichukue hatua kali na za haraka kuhakikisha kwamba watu wanahudumiwa ipasavyo, huku serikali ikiendelea kupambana na janga hilo katika nchi yote iliyokumbwa na mafuriko. Msemaji wa serikali ya nchi hiyo Ramesh Langal alitaja utabiri wa mvua kubwa zaidi kama uhalali wa hatua hiyo isiyo ya kawaida. Mamlaka ya hali ya hewa pia imeziweka zaidi ya wilaya kumi katika tahadhari ya mstari mwekundu, huku mkuu wa idara ya maafa Kamal Ranjoshi akiwaonya wakaazi walio karibu na njia za maji kuhama mara moja. Gazeti la The Kathmandu Post limeripoti juu ya habari hiyo. Tahadhari hiyo inahusu vituo vikubwa vya idadi ya watu, ikiwa ni pamoja na sehemu za mji mkuu Kathmandu huku majimbo ya Bagmant, Kandaki, Rumbini na Madhesh yakitarajiwa kuwa na mvua mfululizo zinazoendelea kunyesha hadi Jumatatu ya hii leo pamoja na Jumanne ya Oktoba 7. Miundo miundombinu ya usafiri pia imepata uharibifu mkubwa huku maporomoko ya ardhi yakikata njia zote kuu za kuingia katika mji mkuu wa Kasmandu. Nayo na miundombinu ya usafiri imepata uharibifu mkubwa huku maporomoko ya ardhi yakikata njia zote kuu za kuingia katika mji mkuu Kasmandu. Barabara kuu ya Arani inayounganisha kati ya mji wa Kathmandu na mpaka wa China imefungwa baada ya barabara hiyo kuporomoka katika maeneo mengi, huku barabara nyingine inayounganisha katika mikoa ya mashariki mwa nchi hiyo ikiwa katika hali mbaya zaidi baada ya kuwa na mashimo makubwa yaliyosababishwa na maporomoko ya maji. Mamlaka ya usafiri wa anga pia ilisitisha safari za ndege za ndani siku ya Jumamosi kutokana na anga kutoonekana vizuri, ingawa shughuli za kimataifa zikiwa bado zinaendelea japo kukatizwa kwa kiwango kidogo. Safari ndege za ndani kwa kiasi kikubwa zimetatizika, lakini safari za ndege za kimataifa zinafanya kazi kama kawaida. Ringi Shelpa, msemaji wa uwanja wa ndege wa Kasmantu, alieleza wasiwasi. Wasi hasa upo katika mto Koshi ambao ni mkubwa zaidi uliopo kusini mashariki mwa nchi hiyo, ambapo viwango vya maji katika mto huo vimeongezeka mara mbili ya ujazo wake wa kawaida. Mto huo mara kwa mara husababisha mafuriko makubwa katika jimbo hilo la Bihar nchini India wakati wa mvua kubwa za kati ya mwezi Juni hadi Septemba kila mwaka. Mafuriko na maporomoko ya ardhi mwaka jana, katika wakati huo huo, yaliua takribani watu 224 na kuacha wengine 58 katika hali mbaya zaidi, katika eneo la mlima wa mashariki mwa India la Darjeeling katika jimbo la West Bengal. Takribani watu saba pia walifariki kutokana na maporomoko ya ardhi kufuatia mvua kubwa, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani ya nchi hiyo. Mamia ya watu hufa kila mwaka katika maporomoko ya alzi na mafuriko ambayo ni ya kawaida katika nchi ya Nepal yenye milima mingi, wakati wa msimu wa mvua nyingi ambao kwa kawaida huanza kati ya Juni na Septemba kila mwaka. Taifa hilo kwa siku za hivi karibuni lilishuhudia shida kubwa zaidi ya maandamano yaliyodumu kwa takribani zaidi ya siku kumi na tano na kusababisha kujiuzuru kwa baadhi ya viongozi akiwemo waziri mkuu wa nchi hiyo sambamba na waziri wa fedha katika taifa hilo ambalo lilisababishwa machafuko ya kile kilichoitwa matumizi mabaya ya madaraka sambamba na ufisadi ulio kithiri. Hii ni Msasa Media. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii tukijulikana kama Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.